Swala la Tanzania kufikia mwaka 2033, sio jambo la ghafla, lina mchakato wake. Lakini mchakato ukienda vibaya, litatokea jambo lingine. Mtu mmoja aseme Bwana libariki taifa letu la Tanzania. Kwa nini nazungumza kwa mzigo? Niliona Tanzania kufikia mwaka 2033 amen likiwa ni taifa la tatu lenye nguvu ya kiuchumi na kiutawala Afrika, na niliyaona yale maono katika kipindi cha utawala wa JPM. Amen, amen, amen. Leo hii mimi ukiniuliza, kwa mfano, hivi rais wetu Samia Suluhu Hassan anafanya vizuri ama afanye vizuri? Amen. Kwa mfano, ukiniuliza, naweza kukujibu katika namna, si ndio? Eh? Ndio, tunajua li take over kutokea kwa Magufuli, si ndio? Lakini watu wangapi tunaona, ukienda ujenzi wa barabara unaenda kwa kasi, amen. Barabara nyingi tuiza mwendo kasi zinajengwa kwa nini, kitu ambacho ukifuatilia kwenye mataifa mengi ya Afrika, hata ile tuzunguka hamna kitu kama hicho. Huo ndio ukweli, sinataka mimi, nazungumza ukweli hapa, amen. Nazungumza nini? Ukweli. Na baada ya muda, hili jiji la Dar es Salaam, mtu wa Mungu, mobility. Yaani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine itakuwa ni kitu rahisi sana. Na hata watu wengi wenye magari binafsi yawezekana wakalazimika kuyapaki somewhere, unachukua public nini? transportation kwa sababu mji unakuwa uko connected. Na likitokea jambo kama hilo, hata uchumi unaenda kwa kasi, kwa sababu watu watajua ukifika da bwana, kutoka sehemu moja kuconnect kwenda sehemu nyingine, miundombinu yake iko nini? Iko rahisi. Kwa biashara ita itainuka mambo mengi atakaa nini kwa hilo mpigie makofi eh, rais wetu niliwaambia katika isaya 66 mstari wa 8 je taifa laweza kuzaliwa mara moja sindio swala la tanzania kufikia mwaka elfu mbili na thelathini na tatu sio jambo la ghafla lina mchakato wake lakini mchakato ukienda vibaya litatokea jambo lingine, lakini niliwaambia katikati ya utungu, majitu yanaweza yakazaliwa, si ndio? Isaya 66 mstari wa ngapi? Mstari wa nane.